Pani katika kijiji cha Shuka kilichopo kata ya Navanga, halmashauri ya Mtama, wilayani Lindi. Wakazi wa eneo hili, hususani wanawake, wamekuwa wakitegemea kilimo cha mwani kama nyenzo kuu ya kiuchumi. Mwani shughuli yangu namba moja, na nimeitolea macho kweli kwa kweli, yani sina masiala katika zao la mwani. Sasa hizi kwa mwani kwa bambua, nazalisha kilo mia mbili hamsini mpaka mia mbili inamana takribani mwezi mmoja nadharisha na kilo mia tano. Katika eneo hili huzalishwa aina zote mbili za mwani, yaani mwani mdogo na mwani mkubwa. Kilo moja ya mwani mdogo tunauza shilingi mia nane. Kilo moja ya mwani mkubwa tunauza elfu moja mia tano. Mgaagaa na upwa hali wali mkavu. Nimepata nyumba nayeishi na familia yangu, nimepata usafiri unaenisaidia shughuli zangu za kijamii. Kwa hilo nasema nashukuru na ninaendesha hata kilimo cha juu inanisaidia. Ninapokuwa nakusanya ile pesa ya kilimo cha mwani, basi naipeleka kwenye mazao mengine ya juu kama korosho, ufuta, mahindi, mtama na kadhalika. Ni zipi changamoto za kilimo hiki kwa wakazi wa eneo hili? Vitendea kazi haba, inakulazimu pesa unayobidi ujiendeshe maisha yako na kusomesha watoto ile ile uchukue kiasi kingine utafute vitendea kazi. Changamoto ya pili tunakolima mbali na nyumbani. Kwa maana hiyo takriban masaa mengi unakuwa huko baharini. Kutokana na umbali ule wa kule unakofanyia kazi, kurudi kule na mzigo kubeba mpaka nyumbani inakuwa changamoto. Kwa sababu unakuwa unatoka majini umechoka sana. Serikali ni moja kati ya wadau muhimu katika kutatua changamoto za wakulima wa mwani. Ofisi ya Waziri Mkuu, sera, bunge na uratibu kwa sasa katika eneo hili inatekeleza mradi unaolenga kuwawezesha wakulima wa mwani na wafugaji wadogo wa samaki, ambapo kupitia mradi huo imetoa vifaa vyenye thamani ya zaidi ya milioni 179 kwa wakulima hao. Tumewapa vitendea kazi kama hizo boti ambazo zitasaidia kubeba mzigo wa mwani kutoka lokolimia mpaka sehemu karibu na majumbani kwao ambako ni nchi kavu ili waweze sasa kwenda kuzianika kwenye vichanja ambavyo mradi huu pia unaenda kujenga vichanja kwa ajili ya kuanishia mwani, na lengo ya kujenga vichanja ni kupunguza uharibifu wa mwani, lakini pia kuongeza ubora usafi wa mwani. Vinatumika kikamilifu na kutunzwa kwa umakini ili viweze kukidhi mahitaji ya uzalishaji endelevu wa mwani kupitia mradi huu kwa manufaa yenu. Omari Mikoma, Azam News, Lindi.